Leo nitaongea kuhusu upasuaji wa roboti. Upasuaji wa roboti ni nini? Upasuaji wa roboti ni mchanganyiko wa upasuaji wa laparoscopic na teknolojia ya kompyuta. Faida ya upasuaji wa roboti ni kwamba ni upasuaji wa tundu dogo, hivyo damu inapotea kidogo, maumivu ni machache, na ni sahihi zaidi kwa sababu ya kukuza mara kumi na kuona kwa pande tatu. Upasuaji wa roboti kwa kawaida hutumika kwa upasuaji unaohitaji usahihi na ulio mgumu pamoja na taratibu za kujenga upya mfumo wa mkojo. Mfumo wa roboti wa Da Vinci umeleta mapinduzi makubwa katika matibabu ya saratani ya tezi dume. Leo hii, kiwango cha juu kabisa cha matibabu ya saratani ya tezi dume ni upasuaji wa tezi dume kwa kutumia roboti. Upasuaji wa roboti unatumika sana katika matibabu ya saratani ya tezi dume na pia katika matibabu ya saratani ya figo, ambapo kwa kutumia teknolojia ya roboti hatuhitaji kutoa figo yote, bali tunatoa uvimbe wa figo pekee, hivyo kuhifadhi sehemu kubwa ya kazi na tishu ya figo. Faida nyingine ya upasuaji wa roboti ni katika taratibu za urekebishaji kama matibabu ya fistula kati ya kibofu na uke na taratibu nyingine ngumu za mfumo wa mkojo. Asante.